Unaposoma Agano Jipya, wazo la vita vya kiroho, wazo la mapambano ya kiroho linaonekana wazi. Kwa kweli, kumfuata Kristo hakukufanyi ukae mbali na matukio, bali kuna kukaribisha kwenye matukio hayo, na hiyo ni kwa sababu hakuna fursa bila upinzani. Kumfuata Bwana kuna kufanya kuwa shabaha eh, kuna kufanya kuwa shabaha ya wale wasioelewa matendo yako una kufanya kuwa shabaha ya wale wanaochukia Ukristo, wanaomchukia Bwana. Hata kama unajaribu kufanya jambo sahihi, mara nyingi unaishia kulipia gharama yake. Ni kama ule msemo wa zamani unaosema hakuna tendo jema lisilolipizwa kisasi. Sasa ngoja ni kuambie, hata kama unateseka kwa kufanya jambo sahihi, Mungu anafurahi, na kwa kusema kweli, hicho ndicho kitu cha muhimu zaidi. Sasa unaweza kukumbuka jinsi Petro alivyokwenda nyumbani kwa Kornelio. Aliwasilisha injili. Kornelio na nyumba yake walimwamini Kristo. Petro alikula chakula pamoja nao, Peter alishirikiana na familia yake. Nam, nani anajua, labda Peter alikuwa na sandwich yake ya kwanza ya nyama ya nguruwe, labda nau, oh, unajua maharagwe madogo yaliyookwa pembeni. Vema, haichukui muda mrefu kabla habari hiyo haijatangazwa na inarudi mpaka Yerusalemu. Vipi kuhusu hapa? Hapa kuna mtume Myahudi, u uh, akizunguka na watu wasio safi, yaani watu wa mataifa. Na kwa hilo Matendo 11 inaanza sasa, mitume na ndugu waliokuwa katika Yudea wote walisikia kwamba watu wa mataifa nao wamepokea neno la Mungu. Basi Petro alipokwenda Yerusalemu, wale watohara walimkosoa wakisema ulienda kwa watu wasiotahiriwa na ukala nao. Sasa, unaweza kugundua katika mistari hii kwamba wakosoaji wa Petro hawaanzi kwa kumuuliza maswali. Hawaombi maelezo kuhusu mtazamo wake. Hata hawajaribu kujenga hoja yao kwa kutumia kifungu chochote cha maandiko. Badala yake, wanaenda moja kwa moja kwenye shingo. Wakati Petro alikuwa mbali, baraza tayari lilikuwa limekutana. Wamesikia kuhusu hili, wamesikia ushahidi na, na wako tayari kutoa hukumu. Petro umevuka mipaka. Petro umetenda dhambi kwa kula na wale watu wa mataifa. Sasa kwetu sisi leo, aina hii ya ushirika kati ya Wayahudi na watu wa mataifa inaonekana ni jambo dogo. Basi ngoja ni kupe historia fupi inayoonyesha jinsi hali hii ilivyokuwa ya kulipuka wakati huo. Safari ya Petro kwenda Kaisaria huenda ilifanyika karibu mwaka wa 40 au 41 BK, na na wakati huo hali ya kisiasa huko Yerusalemu ilikuwa ya wasiwasi mkubwa sana mfalme wa Kirumi wakati huo alikuwa mtu aliyeitwa Kaligula. Kwa maelezo yote alikuwa mtu mwenye matatizo ya akili, alikuwa kichaa kabisa halisi. Aliwaua wanafamilia na wengine aliyewachukulia kama wapinzani wa mamlaka yake, kiti chake cha enzi. Alipata burudani kwa kuwaangamiza watu, hata alifika mahali akajitangaza kuwa mungu na akajengewa baadhi ya mahekalu kwa heshima yake. Dhabihu zilitolewa kwa ajili yake. Wakati fulani, Kaligula alimteua mtu aliyeitwa Petronius kuchukua jeshi kubwa la askari kwenda Yudea, akiwa na maagizo ya kusimamisha sanamu yake mwenyewe ndani ya hekalu na, na aliwaamuru watumie nguvu yoyote itakayohitajika kutimiza hilo. Basi Josephus, mwanahistoria Myahudi aliyeishi katika karne ya kwanza, aliandika kwamba Petronius alipofika ufukweni mwa Galilaya, makumi ya maelfu ya Wayahudi walimlaki wakamsi wakamsii asiweke sanamu ya mfalme ndani ya hekalu. Walifanikiwa kumshawishi Petronius amwandikie Kaligula na kuomba amri hiyo ifutwe. Basi miezi michache baadaye, janga hilo liliepukwa baada ya Kaligula kuwawa basi nawaambia haya yote ili mweze kuelewa kikamilifu, e, muktadha wa matendo ya Petro na mwitikio wake. Siyo tu kwamba Petro amekuwa akila chakula cha jioni na akikaa karibu akishirikiana na watu wa Mataifa, jambo ambalo kwao lilikuwa baya vya kutosha. Sasa anajaribu kumleta katika kanisa akida wa Kirumi. Kornelio alikuwa afisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Warumi ambaye labda wakati huo huo alikuwa akielekea Yerusalemu kwa amri ya kunajisi hekalu na kumwaga damu ya Wayahudi ikiwa itahitajika. Kwa hiyo, lazima uelewe hisia zilikuwa juu sana. Kuna viongozi mashuhuri katika kanisa la Yerusalemu ambao wanaamini kwamba Petro amevunja sheria ya Musa. Ame, amekula vitu ambavyo hakupaswa kula. Ametenda kwa kutokuwa mwaminifu kwa taifa la Israeli. Yeye amefanya urafiki na kamanda wa Kirumi. U uh, kamanda, hizi ni, hizi ni shutuma nzito hapa, na Petro sasa anaenda kutetea matendo yake. Kwa hiyo tunapotazama jibu la Petro, u uh, jambo la kwanza ninalotaka utambue kwa kweli ni uvumilivu wake kwa washitaki wake. Unaweza kutarajia mstari wa nne kuanza na kitu kama na Petro akaanza kuwafokea kwa kutoa mashtaka yasiyo na msingi. Hapana, badala yake tunaambiwa hapa kwamba Petro alianza kuwaelezea kila kitu kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, hata ingawa washitaki wake walimshambulia Petro kwa nguvu na kwa njia walikuwa wamekosea kabisa, na Petro anajua hilo bado kwa neema alianza kuelezea jinsi yote yalivyotokea. Hapa kwenye mistari ya tano hadi kumi na tano anaelezea tena maono ya shuka yenye wanyama juu yake, amri ya Mungu ya kula chakula kisicho safi, amri kutoka kwa Mungu ya kwenda kumtembelea Kornelio ushahidi wa imani ya Kornelio na watu wa nyumbani kwake pamoja na watu wengine wa mataifa waliokuwa nao, kazi ya ajabu ya Roho Mtakatifu kwa kurudia ishara ya kunena kwa lugha kupitia kwao. Lakini, lakini nataka uone kwamba Petro hapigi kelele, haonyeshi kwa kidole, hakanyagi miguu yake chini kwa hasira kwa kweli roho yake ya heshima na ya fadhili huwapokonya silaha washtaki wake, na hakuna mashtaka tena. Hakuna tena kutaja majina hapa hata kidogo. Nafikiria mstari katika Mithali, jawabu la upole hugeuza hasira. Naam, pia nataka kubainisha hapa kwamba Petro anawajibika kwa kanisa. Usikose hii. Petro hasemi hapa vema, sitajibu mashtaka yoyote uliyoniletea mimi mimi ni simoni Petro, mimi ni msemaji wa mitume. Hapana, Petro haonekani kamwe kujiweka juu ya viongozi wa kanisa au hata mkutano wa kanisa. Hakufanya hivyo hajawahi kujionyesha kuwa hawezi kukosea. Wapendwa, yeye si papa wa kwanza, kwa kusema hivyo. Kwa kweli, baadaye mtume Paulo atalazimika kumrekebisha Petro kwa unafiki wake kule katika Wagalatia sura ya mbili. Sasa Petro anapowaelezea kanisa huu mkutano wa wanaume wanaomshutumu yote yaliyotokea kwa Kornelio, anaongeza jambo moja dogo hapa kwenye mstari wa kumi na nne wa sura ya kumi na moja, ambalo halikuandikwa nyuma kwenye sura ya kumi. Malaika aliyekuja katika maono haya kwa Kornelio alimwambia kwamba Petro angemweleza yeye na nyumba yake jinsi ya kuokolewa. Basi hiki ndicho hasa Petro alichofanya. Mstari wa 16 pia unaongeza jambo jipya. Petro anaiambia kanisa kile alichofikiria wakati Roho Mtakatifu aliwashukia wale watu wa mataifa. Anasema hapa, nilikumbuka neno la Bwana jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hivyo Petro anaunganisha ahadi hiyo ya Roho Mtakatifu na kile kilichotokea katika nyumba ya Kornelio. Huu ulikuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu uliokuwa umeahidiwa, na ulithibitisha kwamba waumini wa mataifa na waumini Wayahudi ni mwili mmoja wa Kristo, kanisa moja la ulimwengu wote. Wote walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu yule yule. Na Petro anaeleza maana ya jambo hilo sasa hapa katika mstari wa kumi na saba. Basi ikiwa Mungu aliwapa wao zawadi ile ile aliyotupa sisi tulipomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani ningeweza kuzuia njia ya Mungu? Sasa kwa hayo, Petro anatoa changamoto ile ile kwa kanisa la Yerusalemu. Je, mtazuia njia ya Mungu? Unaona hapa, ni huu ni wakati wa kuamua kwa kanisa. Naweza kuwazia waumini Wayahudi na viongozi wa kanisa wakitazamana wao kwa wao wakimtazama Petro wakimtazama wale mashahidi sita waliokuja na Petro kutoka nyumbani kwa Kornelio. Labda ungeweza kusikia hata sindano ikianguka wakati huo. Kile walichosikia tu kutoka kwa Petro kilikuwa kilikuwa kilikuwa e kilikuwa cha kushangaza. Ilikuwa ya kushangaza, ilikuwa ya ajabu. Ilikuwa changamoto. Ilibadilisha kila kitu walichokuwa wameamini kuhusu jinsi kanisa lingekuwa na kuonekana. Basi wanapofikiria wakati huu, nina furaha kusema kwamba ule mwekundu wa hasira uliokuwa usoni mwao unaanza kupotea. Hasira yao inatulia na mioyo yao inaanza kupiga kwa pamoja na wacha ni kuambie, Luka mwandishi wa kitabu cha Matendo ambaye ambaye anashughulikia miongo kadhaa ya huduma katika kitabu hiki vizuri, anatoa karibu sura mbili kwa tukio hili moja. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu sana katika mpito kutoka agano la kale hadi enzi ya kanisa. Na hapa, baada ya Petro kumaliza, hakuna pingamizi, hakuna hoja. Tumepewa sisi, tumepewa ripoti hii nzuri hapa. Sasa katika mstari kumi na nane, waliposikia mambo haya wakanyamaza kimya na wakamtukuza Mungu wakisema, basi hata kwa watu wa mataifa Mungu amewapa toba iletayo uzima. Kwa maneno mengine, hebu tuwape mkono wa ushirika ndugu na dada zetu wa mataifa waliomo ndani ya Kristo. Kinachotokea hapa ni kuanzishwa kwa siku mpya na ni kipindi kipya cha enzi ya kanisa. Sasa wapendwa, hili halitatatua matatizo mengine. Masuala mengine kati ya mataifa na Wayahudi yatajitokeza mara kwa mara na tutayashughulikia tutakapoyakuta, lakini kwa wakati huu wamevuka daraja muhimu na kanisa limeepuka mtego wa mgawanyiko wa Shetani